Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora imeitaka serikali na waajiri wote nchini kuendelea kuweka mazingira bora ya kazi na kusimamia maslahi ya wafanyakazi kwa mujibu wa katiba na sheria za ajira ili kujenga mazingira rafiki kwa wafanyakazi kufurahia haki zao za kufanya kazi. Rai hiyo imetolewa jijini Dodoma na mwenyekiti wa tume hiyo Jaji mstaafu Mheshimiwa Mathew Mwaimu wakati akizungumza na waandishi wa habari. Taarifa kwa vyombo vya habari kuhusu tamko la siku ya wafanyakazi duniani ambalo tunalitoa sisi kama tume. E, tarehe moja e, ya mwezi Mei ya kila mwaka ni siku ya kimataifa ya maadhimisho ya siku ya wafanyakazi duniani. Na maadhimisho haya mara nyingi yanalenga katika kutambua mchango wa wafanyakazi e, duniani kote katika kuleta e, maendeleo ya kiuchumi na kijamii. Kauli mbiu ya mwaka huu ya siku hii ya wafanyakazi inasema kwamba uchaguzi mkuu elfu mbili na ishirini na tano utuletee viongozi wanaojali haki na maslahi ya wafanyakazi, sote tushiriki. Kauli mbiu hii inawahamasisha wafanyakazi kujitokeza kwa wingi katika kushiriki katika uchaguzi mkuu um, uh, utakaofanyika mwaka huu mwezi wa Oktoba elfu mbili eh, na ishirini na tano, ili kuhakikisha kwamba pamoja na wananchi wengine wanawachagua viongozi wenye kuheshimu na kulinda haki za binadamu, lakini pia wanaozingatia misingi ya utawala bora wakati wa utekelezaji wa majukumu yao ya kila siku. Tume ya Haki za Binadamu inapenda e, kuungana kwanza na wafanyakazi wote duniani, lakini vile vile inawakumbusha sasa wafanyakazi kuwa upatikanaji wa viongozi waadilifu ndiyo njia pekee ambayo itaweza kuwasaidia katika kupunguza e, changamoto zao e, ikiwemo masuala yanayohusu maslahi pamoja na e, haki zao za msingi wakati wanapotekeleza majukumu yao. Wakati wa maadhimisho e, haya tume inatambua e, e, na kupongeza jitihada mbalimbali za serikali ambayo inaweka mazingira e, yatakayosaidia katika kuhakikisha kwamba uchaguzi unafanyika e, sawa sawa hapa nchini ili kuwezesha e, kupatikana kwa viongozi waadilifu wasio na ubaguzi wenye uzalendo na wanaozingatia haki za binadamu na misingi ya utawala bora wakati wa utekelezaji wa majukumu yao. Wakati huo huo, tume inapenda kuwakumbusha waajiri kote nchini kuhusu umuhimu wa kuzingatia haki za binadamu na misingi ya utawala bora katika kusimamia utekelezaji wa majukumu E, ya kila siku e, wakati wa utekelezaji wa kazi ma, ma, masuala ya kazi kwa e, kuwasimamia wafanyakazi wa, walio chini yao, lakini pamoja na kuboresha mazingira na maslahi yao e, katika mazingira yao ya kazi, lakini pia kuwashirikisha wakati wa e, kupanga mipango mbalimbali mbali ya taasisi e, wakati wa kutekeleza na vile vile kufuatilia mipango ya taasisi lakini vile vile kuepuka ubaguzi e, katika taasisi zao au maeneo yao ya kazi, lakini vile vile kuepuka e, lugha chafu, ukaripiaji na udhalilishaji wa kijinsia. Ndugu waandishi wa habari, pia nichukue fursa hii kutoa rai kwa serikali na waajiri wote nchini kuendelea kuweka mazingira bora ya kazi na kusimamia vyema maslahi ya wafanyakazi kwa mujibu wa katiba ya nchi pamoja na sheria za ajira ili kujenga mazingira rafiki kwa wafanyakazi kufurahia haki yao ya kufanya kazi na pia kuleta e, tija na ufanisi wakati wa utendaji. Mwisho lakini sio kwa umuhimu wake, napenda kutoa rai kwa kila mfanyakazi e, kutimiza wajibu wake kwa kufanya kazi kwa kujituma na kwa uadilifu, huku wakifuata sheria na miongozo mbalimbali e, katika fani ya ajira. Tukifanya hivyo tutaleta maendeleo hapa nchini. Nawashukuru sana kwa. Vilevile amesema vile, tume hiyo inatambua na kupongeza juhudi za serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kuhakikisha nchi inapata viongozi wa waadilifu, wasio na ubaguzi, wenye uzalendo, wanaozingatia haki za binadamu na misingi ya utawala bora katika utekelezaji wa majukumu yao ili kuendelea kujenga taifa lenye amani na utulivu. Kwa taarifa zaidi za ndani na nje ya jiji la Dodoma, usisahau kusubscribe, kulike na kushare ili uwe wa kwanza kupata taarifa.